Kim Jong-un anaonekana sio tu kwa mafumbo bali pia kwa mtafaruku. Wakati idadi ya watu katika nchi yake wanakabiliwa na umaskini na uvunjaji wa haki za binadamu, kiongozi wa Korea Kaskazini hufurahia maisha ya anasa. Makazi ya Kim Jong-un huko Ryongsong, kaskazini mwa Pyongyang, yanashughulikia eneo la kilomita za mraba bora za kuvutiana yanajumuisha makao ya chini ya ardhi ukuta kali uliolindwa na vifaa vya kifahari kama vile ukumbi wa sherehe, mabwawa ya kuogelea, machinjio na viwanja vya kulenga utafasiri. Huu ni ulimwengu uliofichika kutoka kwa ulimwengu mwingine katika mji mkuu wa Korea Kaskazini. Hadithi ya makazi haya ilianza mwaka 9 wakati wa utawala wa Kim Il Sung, Babu wa Kim Jong-un ambaye aliagiza ujenzi wa jengo hilo kufana na nanguvu na ushawishi wa ukuu wa Kim. Palace hii ilikuwa ishara ya mamlaka na iliashiria wito mkubwa kwa ajili ya Korea Kaskazini. Haikuwa tu eneo la makazi bali ilikuwa kauli ya ukuu. Uzito wa makazi ya Ryongsong unazidi ujenzi wake, kwa miongo kadhaa imetoa jukumu muhimu katika maisha ya familia ya Kim. Bada ya kifo cha Kim Il Sung, mwane Kim Jong Il alipata madaraka na kuguza Ryong Song kuwa makazi yake mwenyewe akifurahia anasa na faraja pamoja na dada yake Kim Kyung Hui na mume wake Jang Song Thaek. Hata hivyo, ilikuwa chini ya uongozi wa Kim Jong Un ambapo makazi ya Ryong Song yaliguzwa kuwa kitovu cha kweli cha nguvu. Aliyageuza kuwa makazi yake makuu akathibitisha hadhi yake kama kitovu cha mamlaka nchini. Uamuzi huu uliashiria enzi mapya kwa jumba hilo ambapo maamuzi muhimu yalifanywa na mustakabali wa nchi ulianza kuundwa. Ukubwa wa kihistoria wa Ryongsong hautiliwi shaka. Umeona kuibuka na kudorora kwa viongozi, undaji wa sera na mabadiliko ya mandhari ya kisiasa ya Korea Kaskazini. Unabaki kama ushahidi wa nguvu isiyo ya shutumu ya uku wakimna udhibiti wake thabiti juu ya taifa hilo. Kile tofauti ya makao ya Ryongsong na majumba mengine ulimwenguni kote ni siri zake zilizofichwa nyuma ya uso wake wa kifahari. Ina kituo cha chini kwa vita, kikiwa kimeundwa kulinda kiongozi mkuu na mduara wake wa karibu katika kesi ya vita ya nyuklia, kutumia kuta zilizofani wa nguvu na vyuma na saruji imefunikwa na risasi muundo huo ni ngome inayoweza kustahimili hali mbaya zaidi. Ni kumbusho la kutisha la kitisho kisichokoma cha mzozo unaoikumba rasi ya Korea. Ili kuimarisha usalama wa makazi katika Ryongsong, kompleksi hiyo imeimarishwa sana na vitengo vingi vya kijeshi vilivyojihami kwa silaha za jadi kwa kiwango kikubwa.

ni ngome ndani ya ngome, nafasi ambapo kiongozi mkuu anaweza kujisikia salama na kuwa salama dhidi ya vitisho vya iwezekanavyo. Hata hivyo, makazi ya Ryongsong sio tu kuhusu salama na nguvu, pia ni mahali pa uzuri na anasa. Kompleksi hiyo ina bustani zilizohudumiwa vizuri, maziwa ya bandia na vituo vingi vya burudani. Ripoti zinaeleza mambo ya ndani ya anasa yakiwa na samani za kifahari mitego ya kifahari na madirisha yaliyojaa sanaa. Ni ulimwengu wa anasa uliofichwa machoni mwa ulimwengu wa nje. Tukiingia katika makazi ya Ryongsong, tunakutana na ukubwa wa ukumbi wake wa siku Maeneo ya kifahari kando ya ziwa hizi ni mahali ambapo Kim Jong Un na wageni wake wenye sifa wanafurahia matamasha mazuri yanayostahili kifalme. Ukumbi umeandikwa kwa mapambo ya kifahari kutoka kwa mashada ya kifahari hadi samani zenye ustadi ikiumba mazingira ya anasa na utukufu. Lakini anasa hazimalizi hapo. Makazi huko Ryongsong yana bwawa la kuogelea lenye upana wa mita wimblas na urefu wa mita limpe jiweke katika hali ya kuogelea katika bwawa hilo kubwa, ukizungukwa na uzuri wa bustani za kasri Ngwa. wale wanaotafuta msisimko, kuna tobogan kubwa ya maji inayongeza furaha na hisia kwenye uzoefu wa kuogelea, ikigeuka kuwa paradiso ya maji ndani ya kuta za kasri. Kwa wale wanaopendelea shughuli kwenye nchi kavu, makazi ya Ryongsong yana uwanja wa mbio na uwanja wa michezo. Hapa Kim Jong Un anaweza kufanya mazoezi ili kubaki katika hali bora na afya, akionyesha azma yake kwa mtindo wa maisha wenye afya hata chini ya shinikizo la uongozi. Hata hivyo, makazi ya Ryongsong hayapatikani tu kwa mazoezi ya mwili. Kasri hilo pia lina bafu na sauna ambapo Kim Jong Un na mkewe wanaweza kupumzika na kupata nguvu mpya wakifurahia kimbilio la utulivu ili kupata faraja kutoka kwa msongo wa majukumu yao yenye mahitaji makubwa. Kutoka kwenye misaada ya kupumzika hadi kuogelea kwa mvuke wenye kurejesha nguvu, bafu na sauna hutoa uzoefu kamili wa upumzishaji. Kwa wapenzi wa michezo ya farasi Makazi ya Ryongsong hutoa majumba ya farasi na eneo la kufanya farasi. Hapa, Kim Jong-un anaweza kufurahia safari za utulivu kwenye ardhi ya kasri, akijipatia na asili na kufarijiwa na uchangamfu wa farasi wakubwa ili kupunguza msongo wa uongozi. Pamoja na shughuli za burudani, makazi ya Ryongsong pia inatoa vifa vya kuboresha ustadi na kujiandaa. Jumba hili lina uwanja wa risasi ambapo Kim Jong Un anaweza kuboresha lengo lake. Kituo hiki hakikishi ustadi wake katika kutumia silaha za moto, ujuzi muhimu kwa kiongozi anayehusika husika na kulinda taifa lake na masilahi. Zaidi ya hayo, makazi ya Ryongsong ina uwanja wake wa farasi. Ndio Umesikia? Sawa, kwenye ardhi ya jumba hilo kuna uwanja maalum kwa mashindano ya farasi. Ni ishara ya ukuu na mafahari ya jumba hili, ambapo hata hamu ya mashindano inathaminiwa. Tukiendelea kuchunguza, tunagundua kuwa makazi ya Ryongsong si pekee, bali ni sehemu ya mfumo mkubwa zaidi unaojumuisha mali nyingine kama makazi ya Changyong. Makazi haya yanahusishwa na mtandao wa makorido unaowezesha mwendo wa kimya kimya na salama kati yao. Hii inaonyesha mipango iliyobobea na umakini kwa maelezo uliotumika kuhakikisha usalama na faragha ya kiongozi mkuu. Kwa kuchunguza ardhi za makazi ya Ryongsong, inabainika umuhimu uliotolewa kwa usalama. Jengo hilo linalindwa kwa nguvu na vikosi kadhaa vya kijeshi vilivyopangwa kwa ustadi kote wamejizatiti na silaha kubwa za jadi, wako tayari kulinda kiongozi mkuu na mduara wake wakati wowote. Ni ada onyesho la mamlaka lililovutia na ukumbusho wa kutisha wa vitisho vinavyokutikana mara kwa mara kwa serikali. Ili kuimarisha zaidi usalama wa makazi ya Ryongsong, eneo lote linazungukwa na ua wa umeme, ukiunda kinga isiyoweza kuvukwa. Aidha, mtandao wa mashamba ya mitego unatumika kama kizuizi baridi kwa wavamizi wanaoweza kujitokeza. Maeneo mengi ya ukaguzi wa usalama yamezagaa kote kwenye mpaka yakihakikisha kuwa ni watu walioidhinishwa pekee ambao wanapata ufikivu kwenye jumba la kifalme. Hii ni mtandao tata wa hatua za usalama zilizundwa kuhakikisha kuwa kiongozi mkuu anabakia salama kutokana na vitisho vya nje. Hata hivyo hatua hizo za usalama hazimalizi hapo. Makazi ya Ryongsong yana kituo cha chini ardhi cha vita, mgodi wa siri uliofichwa chini ya jumba la kifalme. Ngome hii chini ya ardhi imelindwa na kuta zilizoboreshwa kwa waya za chuma na zege iliyofunikwa na risasi. Ni muundo ulioundwa kustahimili matukio ya maafa zaidi, ikiwa ni pamoja na vita vya nyuklia. Ndani ya kuta hizi, Kim Jong Un na maduara wake wa karibu wanaweza kutafuta kimbilio na kuendelea kuongoza taifa hata mbele ya machafuko yasiyoweza kufikiriwa. Mipira inayounganisha makazi ya Ryongsong na makazi mengine sio tu hutoa njia ya siri ya kusafiri kati ya majumba lakini pia zinafanya kama njia za ziada za kutoroka wakati wa mgogoro. Mipira hii ni ushuhuda wa mpango wa makini wa kufanya maandalizi ya serikali ikihakikisha kuwa kiongozi mkuu na mduara wake wa karibu wanaweza kusafiri katika eneo la kisiasa kwa urahisi na usalama. Mmoja wa siri kubwa zaidi ya makazi ya Ryongsong ni uwepo wa kituo cha reli cha chini ardhi cha kibinafsi ndani ya mfumo. Ndio, umesikia vizuri. Chini ya jumba la kifalme kuna kituo cha reli kinachotengwa kwa matumizi ya kiongozi mkuu na wageni wake. Hifadhi hii ya usafirishaji wa chini ya ardhi inawezesha safari za haraka na za siri, ikiongeza usalama na faraga ya kiongozi mkuu hata zaidi. Hii ni kiwango cha anasa na urahisi ambacho wachache wanaweza kufikiria. Kisiwa hiki mara nyingi kikilinganishwa na Ibiza ya Korea Kaskazini, ndio mahali ambapo dikteta anapenda kuwaburudisha wageni wake kwa njia ya anasa na fahari zaidi inayowezekana. Na vijiji vya kifahari vilivyotapakaa karibu na jumba la kifahari la kibinafsi la kimna, uzoefu wa upishi unaojumuisha kaa Sili na jibini la Kifaransa, kisiwa hiki kinatumikia kama maficho kwa watawala wa kiwango cha juu wa taifa. Tukiendelea kuchunguza kina zaidi kimbilio hili la kipekee, tunakutana na malazi mazuri yanayomsubiri mgeni wa kiongozi wa Korea Kaskazini. Vyumba kwenye kisiwa hicho ni vya kweli kabisa. Kila mgeni anakaribishwa katika nafasi iliyoandaliwa na samani za zamani zilizoagizwa, picha za kifahari na zulia zenye mishoro ya kina. Uangalifu kwa undani ni wa makini, ukiunda anga ya anasa na utulivu. Wazia kuingia kwenye chumba ambapo kila kipande cha samani kina hadithi yake Viti vilivyopambwa, meza zilizochongwa kwa utajiri na vitanda vya kifahari ndivyo vipengele vikuu vyumbani, uelekeo wa kiongozi kwa ladha iliyosafishwa kwa vitu vyenye anasa zaidi maishani. Hata hivyo, si samani tu zinazotambulika katika malazi haya vyumba hutoa maoni ya kuvutia ya mandhari isiyo na doa ya kisiwa. Madirisha kutoka chini hadi juu hutoa fursa kwa wageni kuenzi uzuri wa mimea yenye kupendeza na maji makavu yanayozunguka kisiwa. Kwa kadiri wageni wanavyojitahidi katika vyumba vyao, wanakaribishwa na hisia ya utulivu na utulivu. Hewa inachanganyika na harufu ya maua safi yaliyowekwa kwa uangalifu kuunda mazingira yenye kupumzika. Mkeka fuvu na laini hupunguza kila hatua, ikichangia hisia nzima ya anasa. Kila undani katika vyumba umeshaguliwa kwa wangalifu ili kutoa faraja na anasa ya juu, kutoka kwa vitambaa vya kufunika zenye idadi kubwa ya mizunguko hadi taulo laini, kuhakikisha kuwa wageni wanajisikia kunjwa na kujiruhusu. wanapotoka nje ya vyumba wageni wanakaribishwa na vipengele vingine kifahari vya kisiwa. Jumba la kifahari binafsi lililoko katikati mwa mali yenye miti mingi ni maajabu ya kuona lenye wema usio na kifani, mabustani marefu, chemchemi zenye mapambo na nyasi zilizotunzwa kwa umakini. Uzoefu wa upishi kisiwani pia ni wa kustaajabisha. Uongozi wa kisiasa wa taifa unafurahia upishi wa kifahari ukizingatia viungo bora kutengeneza sahani za kitamu. Ka sili na jibini la Kifaransa ni baadhi ya vitoweo vilivyotolewa pamoja na wapishi waliofundishwa sana katika sana ya upishi. Kila mlo unageuka kuwa karamu. Uzoefu wa hisia wa wageni unaboreshwa wanapofurahia milo yao katika vyumba vya chakula vilivyopambwa kwa kwata na vyombo vya faini. Mazingira yanatokwa na utaalamu na unyefu, kubadilisha kila kumemea kuwa raha ya upishi. Pango hilo linamiliki makusanyiko makubwa wa divai nzuri iliyochaguliwa kwa uangalifu kulingana na kuambatanisha ladha za kimashuhuri za upishi. Wakati wakim kuchagua sumu yake mwenyewe, yeye huzijaza utiuzi wake wakibinafsi kwa melfu ya chupa za whisky kutoka kote ulimwenguni kila mwaka. Inakadiriwa kuwa yeye hutumia pauni milioni ikumitius kila mwaka kwa vileo vya anasa, kama vile Hennessy ambayo inaweza kugarimu pauni wandu femaatus kwa chupa. Nyota aliyestaafu wa mpira wa kikapu Dennis Rodman, rafiki wa Jong Un tayari amealikwa kwenye mapumziko ya kibinafsi na alidai kuwa Kim anategemea yangeweza linapokuja suala la vinywaji. Ukinywa chupa moja ya tekila, ni bora inayopatikana kila. Unachotamani kinatolewa kwa ubora wake wa juu. Jioni inapowadia, wageni wanaweza kujitenga kwenye vyumba vyao au kujaribu kuchunguza maisha ya usiku kisiwani. Kisiwa kinaleta uhai kwa muziki, vicheko na sauti za vikombe. Jumba la kifahari la Kim linageuka kuwa kituo cha kiburudani ambapo wageni wanaweza kucheza usiku kucha au tukufurahia ujumbe wa marafiki zao wa kufurahisha. Rodman pia alilinganisha kituo hicho na kisiwa cha Kihispania Ibiza: ni kama kwenda Hawaii au Ibiza, lakini huko ni mahsusi kwake. Kim ana watu kutoka 52 hadi 62 wanaomzunguka wakati wote. Watu wa kawaida wakifurahia vinywaji na vicheko visivyo na mwisho. Bandari ya kisiwani, uthibitisho mwingine wa fahari yake. Jet skis, mashua kubwa na ndogo zimefungua chini ya mapazia tayari kuchukua wageni katika safari zenye msisimko. Msisimko wa maji wazi pamoja na mandhari ya kupendeza ya kisiwa husaidia kutoa uzoefu usioweza kusahaulika. Tukiendelea na uchunguzi wetu wa kisiwa chenye sherehe cha Kim Jong Un, sasa tunawelekeza umakini wetu kwa kuingia kubwa na hatua za usalama za kipekee zinazozunguka kimbilio hili la kifahari. Ili kufika raha hii iliyotengwa, wageni hupitishwa kupitia daraja binafsi kutoka kwenye uwanja wa ndege wanaposhuka wanakaribishwa na msafara wa magari ya kifahari ya Mercedes. Daraja hutumika kama kuingia kwenye kisiwa, ikitayarisha mandari kwa fahari inayowasubiri wageni. Wanapovuka daraja, wanakaribishwa na maoni ya kuvutia ya uzuri wa asili ya kisiwa, kidokezo cha kilichokuja. wanapofika wanakaribishwa na timu ya wafanyakazi waliova vizuri wenye tabasamu zenye joto na huduma ya upole, kuweka utaratibu kwa uzoefu wa kipekee unaowasubiri. Timu hiyo imepewa mafunzo makini katika sanaa ya ukarimu, ikizingatia kuhakikisha kila mgeni anajisikia kama ufalme mara tu wanapotua kisiwani. Hatua za usalama wa eneo hilo hazilinganishwi, zikitoa faragha na usalama mkubwa kwa Kim Jong un na wageni wake. Vikosi vyenye silaha kali vinachunguza mizimwizi na marina iliyotengwa saa chopi bis kwa siku kuhakikisha kuwa watu walio idhini pekee wanapata ufikiaji wa kisiwa hicho. Kwa ujumla, hali hii ya usalama huunda hisia ya ukata binafsi na utulivu Kuruhusu wageni kujawa kabisa na anasa za mazingira. Marina yenyeweni mandhari tofauti. Jet skis, mashua za kufurahisha na boti zimefungwa chini ya makatafuni zikilindwa dhidi ya vipengele na tayari kwa safari. Marina inatumika kama kitovu cha shughuli na wafanyakazi wakiwa tayari kusaidia wageni katika shughuli zao za maji. Iwe kwenye safari ya kusisimua ya jet ski au kwenye safari tulivu ya yacht, marina hutoa fursa za kipekee za furaha na kutulia. Wageni wanapojifunza zaidi kisiwa wanakutana na kasri binafsi la Kim Jong Un, ishara ya ushawishi na anasa zake ikuluni. Mali kubwa iliyozungukwa na mabustani ya kupendeza na kulindwa na vikosi vilivyojihami. Ukubwa wake haukwepeki, kila maelezo ukiangaliwa kwa makini ili kushangaza. Ikulu inajivunia geti lake la kibinafsi ambayo ni mahali ambapo jahazi la kifahari la Kim linamfungia nanga. Jahazi lenye kuvutia hili ni maono ya kuvutia na muundo wake wa kifahari na vifaa vya kisasa kabisa, ikiwa na maporomoko ya maji na vibambo vya maji. Jahazi hili la kifahari linaleta uzoefu wa pekee na wa kusisimua kwa wale wenye bahati ya kutosha kusafiri navyo. Rodman alielezea jahazi kubwa la Kim lenye thamani ya pauni milioni fanchu. Wahat kama mashanganyiko kati ya moyo wa kivuko na jahazi la Disney. Usafiri kwenye kisiwa hicho ni uzoefu kamili. Msafara wa magari ya Mercedes upo kwa ajili ya Kim na wageni wake wakiwahakikishia wanaweza kutembea kisiwani kwa urahisi na faraja. Umakini huu kwenye maelezo unahakikisha kuwa wageni wanajihisi kama VIPs halisi tangu kuwasili kwao. Moja ya sifa za kipekee zaidi ya kisiwa hicho ni kituo cha reli kilichojengwa kwa ajili ya mahitaji ya dikteta. Kituo hicho cha reli chenye maingilio chini ya ardhi huwezesha kuwasili na kuondoka kwa siri Kuongeza utofauti na faraga zaidi ya kisiwa. Kituo hicho cha reli ni ushahidi wa utafutaji wa Kim kwa mazingira ya anasa na ustadi, ambapo kila maelezo huzingatiwa kwa umakini wa hali ya juu. Safari za Kim Jong-un zinanzia kwenye gari lake la, la moshi lenye manduri ya kukinga mpaka hadi ndege zake binafsi na hata jahazi la kifahari lisilojulikana likifichwa mbinu za usafiri zenye kuvutia na za kupenyeza. Ana ndege yake binafsi ya Ilyushin Il 62M inayojulikana kama Chame 1, ambayo kwa kawaida hutumia kwenye safari zake za kimataifa. Ndege yake iliyowekwa kwa ajili ya VIP inafanana kwa ukubwa na Air Force One ya Marekani, ikionyesha upendeleo wa kiongozi mkuu kwa anasa na fahari. Nyeyaa ndege imepambwa na weupe kamili na Korea Kaskazini imeandikwa kwa Kikorea kando kando ya mwili wa ndege. Kwa kuongeza kugusa hisia ya taifa, mkia wenye umbo la T unaoruhusu bendera ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Watu wa Korea. Hata hivyo, ni ndani ya chama wenu ambapo kweli husisi muafikira. Picha zilizotolewa na shirika la habari la serikali la Korea Kaskazini Korean Central News Agency zinaonyesha mazingira ya anasa na ukwasi. Viti vikubwa vya ngozi nyupe vinawakaribisha abiria kupumzika kwa faragha, huku meza za mbao za mderedere zikiweka kipengi cha kifahari. Umakini kwa maelezo unajitokeza hata, kuna kikapu cha kutupa tumbako cha feni kilichowekwa kwa makini kwa wale wanaofurahia sigara. Hii ndani ya anasa ni bora kwa kiongozi anayetafuta upeo wa faraja na mtindo. Ni muhimu kusisitiza kuwa uamuzi wa Kim Jong Un kusafiri kwa ndege yake binafsi sio bila utata. Wasiwasi umeibuliwa wa kuhusu huduma na ukosefu wa elektroniki za kisasa ndani ya ndege hiyo. Diploma ya zamani ya Korea Kaskazini, Ko Young Hwan, ambaye alikimbia hadi Korea Kusini, alieleza shaka kuhusu usalama na ufa wa ndege hiyo. Anasisitiza kuwa ndege hiyo ya zamani haijapata huduma inayofaa na inaleta hatari kubwa ikitokea ajali. Ufunuo huu unatia mwanga katika hatari inayoweza kuhusishwa na njia ya usafiri inayopendelewa na Kim Jong-un. Linapokuja suala la safari za kimataifa, Kim Jong-un kawaida huchagua kusafiri kwa treni. Treni yenye kasi ya wastani inamruhusu kufurahia safari huku akiweka kiwango kikubwa cha usalama. Kwanzia kupanda kwenye treni, tunaletwa na fahari na ufinyu unaoambatana na safari zake. Ndani ya treni kila undani umewekwa kwa umakini ili kutoa faraja na utu uzima. Wanadai kwamba treni ina magahawa unaotoa divai bora za Kifaransa na sahani kama kasampia. Mazingira yanakumbusha hoteli ya nyota tano na viti vya kifahari na mapambo yaliyopambwa kwa ustadi. Kim Jong Un anapenda kutumia zaidi ya masaa 20 kwenye treni za kifahari akifurahia anasa wanazotwa, wakati treni ikisafiri polepole pole kando ya reli kwa takriban kilomita 60 kwa saa, kutoka na na ulinzi wake mzito wa silaha inahakikisha usalama wa abiria ikipewa jina la Tayangho linalomaani sha jua joa kwa kwa Kikorea kwa heshima kwa Kim Il Sung, mwanzilishi wa Korea Kaskazini. Treni ya Kim Jong-un inang'aa sana katika safari zake ndani ya nchi na nje ya nchi. Utamaduni wa safari ndefu za treni huko Korea Kaskazini unarudi nyuma hadi babu wa Kim Jong-un, Kim Il Sung, ambaye alikuwa matangulizi katika safari hizi za anasa kwenda Vietnam na Ulaya Mashariki. Treni zilizolindwa na risasi zinatumika kama mafungamano yenye ulinzi mikali juu ya magurudumu na maajenti wa usalama wakifuatilia njia na vituo vya karibu kwa kutafuta vitisho vinavyoweza kutokea, ili kuhakikisha usalama wa kiongozi na msururu wake, huku wakitoa kiwango kisicho na kifani cha usalama na uangalizi thabiti dhidi ya hatari yoyote inayowezekana. Wakati wa utawala wake kama kiongozi wa Korea Kaskazini, baba yake Kim Jong-un, Kim Jong Il, pia alionyesha upendeleo kwa kusafiri kwa treni. Inaaminika kuwa alikuwa na hofu ya kuruka. Hivyo ilimfanya achague treni kama njia yake kuu ya usafiri. Hata hivyo hofu hiyo haikumzuia kusafiri kwa kiasi kikubwa. Mwaka 2002 alifanya safari ya siku sepuluhu kwa treni hadi Moscow kukutana na rais wa Urusi Vladimir Putin. Utelezi wa safari za treni za Kim Jong Il umerekodiwa sana. Kamanda wa kijeshi wa Urusi Konstantin Pulikovsky, ambaye alimfuata kwenye safari ya 2002, alielezea uzoefu wa kipeki wa upishi kwenye treni. Wageni wangeweza kuchagua kutoka kwa anuwai ya sahani kutoka jikoni mbalimbali. Kasa hai zilingizwa ndani ili kuhakikisha chakula bora, huku mapipa ya divai nyekundu ya ya Bordeaux na Burgundy yakisafirishwa kutoka Paris. Kiwango cha anasa kilikuwa kilikuwa cha kipekee, kukiuka hata treni binafsi ya rais wa Urusi Putin. Mbali na anasa na usalama, safari za treni za Kim Jong Il zilitoa burudani. Wasani na waimbaji walialikwa kutoa burudani kwenye treni, kujenga mazingira yenye sherehe na shangwe. Safari hizi zilikuwa kweli za kipeki, zikichanganya faraja ya hoteli ya kifahari na msisimko wa onyesho la moja kwa moja. Mwaka wa dulu delas Kim Jong Il alifariki akiwa safarini kwenye gari moshi lake lililopendwa. Vyombo vya habari vya serikali vya Korea Kaskazini viliripoti kwamba alifariki kutokana na mshtuko wa moyo wakati wa safari ikimaanisha mwisho wa enzi. Safari zake za gari moshi zitakumbukwa milele kama ishara ya utawala wake na mtindo wa maisha wa anasa aliyokuwa akiufurahia. Kim Jong Un anapendelea magari ya kifahari wakati wa kusafiri ndani ya miji, na gari lake la kuchagua ni Mercedes Benz Klase S. Gari hili lenye mvuto na nguvu linalingana ipasavyo na hadi yake kama kiongozi wa dunia. Wakati wa ziara yake Beijing mwezi Machi, Alitumia Mercedes-Benz klasi S yake binafsi kuzunguka mji, gari ambalo lilisafirishwa maalum kwenye gari moshi ambalo liliendesha hadi huko. Likiwa maarufu kwa anasa yake na teknolojia ya hali ya juu, klasi S humpatia Kim Jong Un faraja ya juu na viti vilivyopambwa, mifumo ya burudani ya kisasa na teknolojia ya hali ya juu, ikiwa ni ishara ya anasa na ustadi. Wakati wa mkutano wa kale ya huko Panmunjom, Kim Jong-un alivuka mpaka kwenye gari lake la kifahari klase S, akiongezea hafla ya kihistoria uzuri na uwepo wake mkubwa. Ripoti za msafara wakati wa mkutano zilionesha uwepo wa chucha kibinafsi kuhakikisha faraja na urahisi wa kiongozi. Kituo hiki kilicho kilichobinafsishwa kinaonyesha umakini wa kila undani katika maandalizi yake ya safari, kama ilivyokuwa imeelezwa katika ripoti ya mwaka 2011 na tovuti ya Korea Kusini ya Daily NK, kipengele hiki maalum kinaonyesha kwa nguvu zaidi vitu vya anasa vinavyoambatana na safari zake. Hii ni matindo wa maisha wa bilionea wa kiongozi makuu wa Korea Kaskazini. Iwapo umevutiwa na video Bonyeza kwenye moja ya masanduku yanayocheza kwenye skrini yako ili ufikie maudhui zaidi yanayofanana zaidi yanayofanana